Ibada ya njia ya msalaba. Njia ya msalaba mioyoni mwetu, kituo cha tatu: Yesu anaanguka na msalaba. Ndugu zangu, tutafakari kwamba ukidondoka na msalaba, inuka nao. Katika kituo cha tatu cha ibada ya njia ya msalaba, tunasali na kutafakari kuanguka kwa Yesu Kristo na msalaba katika safari yake ya kwenda Golgota. Yesu ni Mungu kweli na mtu kweli, kama binadamu alipata maumivu makali, uchovu mkubwa uliotokana na kupigwa mijeledi, kukosa usingizi usiku kucha, kuwekewa taji la miiba kichwani na kusongwasongwa akiwa njiani. Mateso haya makali alianza kuyapata usiku wa Alhamisi katika bustani ya Getsemane, mahali alipokamatwa. Injili ya Mathayo sura ya 26 aya ya 36 hadi aya ya 46, na Injili ya Luka sura ya 22 aya ya 39 hadi aya ya 52. Mwanahistoria Josefu Flavius wa Kiyahudi aliandika kuwa adhabu ya Wayahudi ilikuwa ni mejeledi 13 kifuani na 26 mgongoni kwa watuhumiwa wakubwa. Jumla ya mejeledi ilikuwa 39, ndiyo idadi ambayo Mtume Paulo anawaandikia wa Korinto kuwa yeye alipigwa na Wayahudi kwa sababu ya kumhubiri Kristo. Kwa Wayahudi mara tano nilipata mapigo arobaini kasoro moja. Waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya kumi na moja aya ya ishirini na nne. Agano la Kale liliagiza watumiwa wapate mijeledi arobaini. Kumbukumbu la Torati sura ya ishirini na tano aya ya pili hadi aya ya tatu. Lakini kwa kuwa Yesu alihukumiwa na mahakama ya Wayahudi kisha mahakama ya Warumi. Warumi hawakufungwa na sheria za Wayahudi, kwa hiyo inawezekana Yesu alipata mijeledi zaidi ya hapo. Kwa mujibu wa watafiti waliochunguza sanda ya Torino, sanda ya Yesu, wanasema kuwa Yesu alipigwa zaidi ya mijeredi mia moja. Idadi hii kubwa ya mijeredi ilisababisha watuhumiwa wengi kufa hata kabla ya kubeba misalaba yao. Ili kuwasababishia maumivu makali watuhumiwa, walikuwepo watu maarufu waliobobea katika kuchapa mijeredi. Hawa waliitwa lictores, lakini pia ilikuwepo mijeledi ya aina mbili. Kila mijeledi ilitumika katika hadhi ya mtuhumiwa. Aina ya kwanza ya mijeledi iliitwa flagelum. Hii ilikuwa ni mijeledi ya kawaida, haikumsababishia mtuhumiwa majeraha makubwa mwilini, licha ya kuwa mtuhumiwa alipata maumivu makali. Aina ya pili ya mijeledi iliitwa Flagrum taxilatum. Hii ilikuwa mijeredi ambayo Warumi walitengeneza kwa ajili ya kumsababishia maumivu makali sana mtuhumiwa. Mwishoni mwa kila mijeredi, walifunga mfupa au vichuma ili kuhakikisha kwamba mtuhumiwa anapochapwa lazima apate majeraha au kutoa nyama. Warumi hawakutumia mjeredi huu wa aina ya pili kwa raia wake isipokuwa kwa raia wa kigeni. Yesu kwa kuwa hakuwa Mrumi aliadhibiwa kwa kutumia mijeredi ya flagrum taxillatum. Mtuhumiwa wa kifo baada ya mijeredi alitakiwa kubeba misalaba ambayo ilikuwa na ukubwa tofauti na aina tofauti kulingana na mtuhumiwa. Misalaba mingine ilitengenezwa kama umbo la T, mingine kama umbo la X na mingine kama alama ya kujumlisha. Misalaba mingine ilikuwa urefu sawa na mtuhumiwa. Watuhumiwa hao walipokufa waliweza kushambuliwa hata na wanyamapori kwa sababu wanyama waliweza kuarukia kirahisi na kurarua miili yao, lakini misalaba ya watuhumiwa maarufu ilikuwa mikubwa na mirefu zaidi kuelekea juu. Lengo lilikuwa watakapoinuliwa juu msalabani waonekane kwa watu wengine, iwe fundisho kubwa. Yesu, Yesu alikuwa mtumiwa maarufu. Kwa mantiki hiyo, msalaba wake ulikuwa mkubwa, mrefu na mzito. Baada ya ufafanuzi juu ya mijeledi, adhabu ya msalaba, natumaini kuwa itakuwa rahisi kujua sababu ya Yesu kudondoka na msalaba kuwa ni matokeo ya uchovu, majeraha ya mijeledi, taji la miiba kichwani, ubaya wa njia haya yote yalimsababishia kuishiwa nguvu, lakini Yesu aliinuka na akaendelea na msalaba wake. Licha ya kuwa alikuwa amejeruhiwa sana, aliinuka na kubeba msalaba wake. Sisi Wakristo tunapaswa kujua kuwa Yesu alianguka kwa sababu ya mzigo wa dhambi zetu. Kwa sababu ya mateso ya Yesu yalitokana na dhambi zetu. Kwa hiyo mateso yake yalikuwa njia ya ukombozi wetu. Nabii Isaya alitabiri juu ya mateso ya Yesu. Ni nani aliyesadiki habari tuliyosikia? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche muroro na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, hata tumtamani. Alidhalauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, aujuaye sikitiko, na kama watu ficha nyuso zao, alidhalauliwa, wala hatukumuhesabu kuwa kitu. Hakika ameachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu lakini tulimdhania kuwa amepigwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kitabu cha nabii Isaya sura ya hamsini na tatu, aya ya tatu hadi aya ya tano. Sisi kama Wakristo hatuna budi kujifunza haya. Waswahili walisema kujikwaa sio mwisho wa safari. Mtume Yuda Iskarioti na Mtume Petro wote walipewa wajibu wa kufanya ambao kwao ndio ulikuwa msalaba wao. Petro alidondoka nao kwa kumkana Yesu mara tatu, hali kadhalika Yuda Iskarioti aliyemsaliti Yesu kwa kumuuza kwa vipande thelathini vya fedha. Tofauti yao ni kwamba Petro aliinuka, alifanya toba. Lakini Yuda Iskarioti alikata tamaa, hakutaka kuinuka tena, akaamua kujinyonga. Ndivyo ilivyo leo. Mateso yanawapata wote, magumu yanawapata wote. Wengine wanaanguka kiimani, kiuchumi, kiutu, lakini wanasimama tena. Wakati huo, wengine wanakata tamaa kabisa, hupoteza mwelekeo na imani na maisha kwa ujumla. Sisi kama Wakristo pia tunayo misalaba ya mateso au wajibu, kila mmoja Mungu amempa kadiri ya uwezo wake. Yesu anataka tuibebe misalaba hiyo, kisha tumfuate. Katika safari hiyo ya kumfuata Yesu tunaanguka na misalaba yetu, basi tukumbuke kuinuka na kuendelea na safari ya kumfuata Yesu. Ndoa ni msalaba, upadre ni msalaba utawa ni msalaba uongozi na wajibu mbalimbali tulizo nazo ni misalaba mateso na matatizo yanayozidi akili zetu na utashi wetu ni misalaba ukidondoka inuka na ndoa yako inuka na upadri wako inuka na utawa wako inuka na uongozi wako songa mbele tufanye nini pale tupatwapo na misalaba ya mateso, tuyatambue kuwa ni mateso, tuyapokee Kikristo kwa moyo wa imani, tuyabebe pamoja na Kristo, turuhusu mapenzi ya Mungu katika kuteseka kwetu, na tuhesabu baraka za Mungu katika mateso kama vile Ayubu. Tutambue kuwa mateso na dhiki ni sehemu muhimu ya maisha yetu ya ufuasi wa Kristo. Kristo mwenyewe alijua hilo tangu mwanzo, na anatambua hilo, ndiyo maana anasema ulimwenguni humu mtapata masumbuko, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Injili ya Yohane sura ya 16 aya ya 33. Na pengine anasema Ninawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu, iweni na busara kama nyoka na wapole kama njiwa. Injili ya Mathayo sura ya kumi aya ya kumi na sita. Hivyo basi, ndugu zangu katika Kristo, daima tukusanye nguvu za kubeba misalaba yetu kwa njia ya sala, kupokea sakramenti zake. Tumwombe Roho Mtakatifu atuimarishe, tuwe askari hodari wa kubeba misalaba yetu, tuwaombe watakatifu wa Mungu na tutumie akili zetu na utashi wetu vema. Mtakatifu Francisco wa Asizi aliwauliza wanafunzi wake, akasema, mwadhani furaha ya kweli inapatikana katika nini? Wengine wakamjibu wakasema, katika kula na kunywa wengine wakasema katika kusali, wengine wakasema katika kuwahudumia watu. Mtakatifu Fransisko akasema hapana, furaha ya kweli hupatikana katika mateso, kwani katika mateso mna msalaba, nao msalaba ndiyo daraja yetu ya kumwona Mungu. Imeandaliwa na Adriano Mgaya na kusomwa nami Julius Mwana wa Joni, mjukuu wa Lindo. Tumsifu Yesu Kristo.